Kwa mimi niko katika kamati ya ustawi wa jamii pale. Sisi tunashughulika na mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo mifuko hiyo ndiyo inatoa ustawi kwa watu ambao wamo katika shughuli zao za kazi, pengine watapata majanga, watakuwa wanapata compensation lakini pia watakuwa wanategemea uzeeni kupata matibabu na vitu vingine, kama tunavyojua. Mheshimiwa majukumu makubwa ya mifuko yetu hii ambayo tumeipa, moja ni kufanya uandikishaji ambao ni wafanyakazi, na sasa hivi tumeextend, madirisha yamekuwa tunakwenda mpaka katika watu binafsi waliojiajiri wenyewe, lakini pia kupokea michango kwa wanachama, kufanya uwekezaji kwa ajili ya kutunza fedha hizi zisije zikaja zikaathirika na mambo ya mfumko um, wa bei, lakini pia kulipa mafao kwa wanachama. Mheshimiwa, katika maendeleo makubwa ambayo yamepatikanwa katika mifuko hii ya Hifadhi ya Jamii katika kila kipengele, tunaishukuru sana Serikali na tunaipongeza kwa kuisimamia mifuko hii, lakini ukitizama kwamba mifuko inao uwezo wa kulipa kwa mwaka three times kutokana na zile rasilimali ambazo wanazo walizokusanya na mapato kutokana na wekezaji, kwa sababu makusanyo yameongezeka ya michango, lakini pia nizungumze kwa jumla kwamba ule uwekezaji mapato kutokana na uwekezaji umeongezeka, ambao ukiweka mapato ukigawa ukigawa kwa michango ambayo ukigawa kwa mafao ambayo yanatarajiwa kulipwa utakuja kuona kwamba mifuko ina ina uwezo wa kulipa more than three times. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hili hongera sana, kwa sababu kilikuwa ni kilio cha watu. Sasa hivi mtu anao uwezo wa kulipwa hata kama ndani ya miezi miwili baada ya kustafu. Sasa hivi sisi wabunge tunachelewa kupokea mishahara kuliko wanavyopata pensheni wa stafu wao. Kabla ya tarehe ishirini na tano ya kila mwezi inakuwa tayari wameshapata na wanashughulikiwa kila kitu chao.